Ah. No. Kuna kuna wakati niko na pressure kama vile pressure inapanda, pressure inashuka. Ah, naomba nikuambie tu, baada ya kuona hali ile, sisi Waislamu unaambiwa mambo yanapokuwa magumu sana unatakiwa useme la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadhalimin. Kwa hiyo nilipiga dua mbili tatu pale nikafanya istighfari kwa mwenyezi Mungu, na kwa ukweli alhamdulillahi, mwenyezi Mungu akajalia maombi yangu mwisho wa siku. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hiki, asiyeshukuru kwa kidogo hawezi kushukuru kwa kikubwa. Prince Dube unamzungumziaje, amekuwa mchezaji muhimu kwenye mchezo wa leo, sio mchezo wa leo tu. mm. Utakumbuka mimi hata wakati tuko airport nampokea pale, niko naye bahati nzuri, nilipata muda wa kuongea naye. Nikamwambia Dube, vipi ndugu yangu, akanambia, kaka, nashukuru Mungu nitafunga kweli kweli. Hii alinithibitishia na nikaposti kwenye Instagram yangu, ukiingia mzee wa maokoto utaona posti yangu na hata leo baada ya mchezo hii si unaona hapa, hata leo baada ya mchezo hapa. Huyu hapa sasa hivi nilikuwa na nani nazungumza naye? Nafikiri na na, unaiona, nimemtakia eh, na heri pia. Nimemtakia na heri pia, kuona ni jinsi gani mtu wangu wa karibu na ananifurahisha kwa kweli. Ilikuwa ni swala la muda tu, kila itafikia muda, kila mtu atakubali tu, alhamdulillahi. Waliuma waliuma sana meno Costa, ni kawaida yao, ni kawaida yao kwa sababu hata kuna mechi moja ya fainali tulicheza Arusha ya tatu tatu ile, yeah. Hey, ilikuwa ni mechi kwelikweli. Hey, ndio sawasawa na hapa leo unaniona hapa nilipo nimesweti, maanake ni sio, wanasema... degedege, degedege, sio degedege de, de. kuna msemo ule wanasema de. Shetani katoka nikatoka mganga. Ndio, ndio hali iliyonikuta leo, leo. <laughs> Lakini olo ni olo, alhamdulillah. Huu ndio ukubwa wa Da Young African, haiishi mpaka ishe. Yani pale unapowakatia tamaa <laughs> ndio pale wanapofanya maajabu. Kwa hiyo wale ndugu zetu ambao tulikuwa tunahitaji kabisa tuendelee hivi hivi, waendelee kuwa na gepu ile ya ponti, wanaongoza wao alafu tukutane nao sisi ili zile pointi zetu sita tuchukue kwao. Lakini wamejilengesha, wameshatuacha njia sasa hivi na Krismasi hii hey. Nawaambia na ahlan wa sahlan, na waendelee kupigana kwelikweli. Sisi ndio bye bye kunaondoka hey. Leo hapana le, hapana unaondoka jela leo kwa raha hizi. Huyu vipi? Huyu mbona nini? vuta vuta siku unatakua nitafute kwanza, utafute Mzee wa Maokoto, nitafute nitafute, hatuondoki leo. Hapana, bata kidogo. Ehe, hatuwezi kuondoka. Young Africa hii ndio Young Africa. Tumia salamu kwa watu ambao leo wajapata matokeo mazuri. Nampa pole sana ndugu yangu mzee wa saluti, nampa pole sana ndugu yangu Kisugu, popote alipo, najua huko aliko anaumwa E, lakini vile vile kwa sababu umenipa kumpa pole e, basi nashukuru sana mke wangu aliniandalia vizuri, akanifungia nguo za safari, akaniambia mme wangu na uhakika utarudi na ushindi wa goli tatu e, na nina zawadi nitampelekea. Nashukuru sana kwa mke wangu e, aendelee kupiga jivi vizuri sasa hivi e, anapiga jivi e, anipokee vizuri, kwa maana umependeza. <laughs> <na>. asante sana. <laughs>